Nashukuru Mungu maana ni neema kubwa kwenyu. Inaweza kuwa kawaida lakini sisi kuja mpaka Dar es Salaam, nachukua mkono wa Bwana, tutasema amen. Na tunashukuru zaidi because vile tuliwaacha, tunakuta ya kwamba mko sawa zaidi, kumaanisha Mungu amekuwa nani siku zote, tutasema amen. Nashukuru kwa sababu ya mama, nimekuwa nikikuangalia, nilikumiss sana mpaka kabidi nianze kukutafuta kwenye Facebook na YouTube na nikisikia watu hapa wakisema ya kwamba nawatabiria ya kwamba wataenda nchi za nje, hiyo ni kitu ya kwamba ni witness kwenye YouTube, kwenye mtandao, nikaona ya kwamba kuna siku umesimama hapa ukaanza kutabiri. Sasa wakisema hata kama siku kwa hizo ibada, nina relate, maana nimekuwa nikikufuatilia. Na Mungu akubariki sana, mama wa maana sana, mpigieni makofi. Amen yani, kwa ufupi, Nairobi tunakutambua na tunakutaka tunakutambua na tunakutaka Nairobi, mtaseme amen, amen. Haleluya, tunashukuru Mungu Bwana. Watungaji, wachungaji, Mungu awabariki sana, naona mchungaji pale. Ni jambo la maana sana kuwa na watu ambao tuliwaacha kwa miaka mitano iliyopita na bado wako na ni waaminifu, inamaanisha Mungu ameweka muhuri juu yao, tuseme amen. Tungaje Mungu akubariki sana akubariki na kuheshimu na wengine ambao ninawaona hapa niliwaacha miaka mitano iliyopita na bado mpo, Mungu awainue awazidishie na aendelee kuwapatia neema ya kuinuka, mtasema amen. <laughs> nimetumwa na salamu na Muiru: enda uwaambie ningetaka kuwa na wao lakini nikama mungu alipanga wewe uwe na wao, nikamwambia hamna shida Ikazi, tutasukumwa sisi wote wawili, mtaseme ime yeah. Mnapokea salamu za mwili sinia pamoja na mkeo mtaseme ime, God bless you so much. Nawapenda kwa ufupi, kitabu cha Yohana mstari wa kumi na moja Yohana mstari wa kumi na moja I mean mlango wa kumi na moja mstari wa kwanza Yohana mlango wa kumi na moja mstari wa, I mean, wa, wa kwanza kwa jina la Yesu Kristo Bailele, ba wano, Kamu kwa Yohana kwa mlango wa kumi na moja sema Amen. Basi, mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Betania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Marta dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka mpaka Bwana marhamu akamfuta miguu kwa nywele zake ta ambaye Lazaro nduguye alikuwa awe wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu na umbu lake na Lazaro basi aliposikia ya kwamba hawezi alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwapo. Kisha baadaye kisha baada ya hayo akamwambia akawaambia wanafunzi walikuwa aka wakitafuta kukupiga na mawe nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu je, saa za mchana si kumi na mbili? mtu hajikwai kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku hujikwaa kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Ndasema amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema neno lako likafanyike miongoni mwetu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Mungu ukatupatie neema ya kuzungumza neno lako lakoaah Ni nini? Lazaro, ba umpendaye ni mgonjwa. E, Biblia inasema ya kwamba Yesu akaendelea na shughuli zake siku zingine mbili bivi, ndosemene amesikia na ameanza kazi. Biblia inasema ya kwamba baada ya siku mbili, Yesu akaambiwa na wanafunzi wake, twendeni Bethania. Kwa sababu gani? liza Yesu, nikuulize, hivi unataka kwenda kule ambapo watu walitaka kukupiga mawe juzi juzi tu, walitaka kukuangamiza na ndio unataka kurudi? Akawaambia, sasa wafele niwaambie ukweli, ikiwa mchana vitu unaziona wazi wazi na hauwezi ukazikwa, hauwezi ukazikonga, lakini usiku ukiingia, kazi kufanya inakuwa mgumu.

hiyo, hiyo, lazima niende sasa. Hawa kina mata na meli, baada ya Lazaro kufa wakamchukua na wakampeleka, na kitambo hawako nazika mtu, walikuwa wanatengeneza makaburi kwa mawamko mawe kubwa, alafu wanachimba baadaye wanaweka ndani. Israeli nimeenda na nikaona mahali Yesu alikuwa amezikwa, wanasema wao wenyewe hawaamini, kwa hivyo wakikuonesha na wanakuambia wanasema ati alizikwa hapa, ndio wanasemaga aliwekwa, lakini hao hawaamini, lakini sisi tunaamini mapema ningekuwa daktari lakini nimekuja sahihi, ndo ndoniku wa kufufua. Ningekuja ningekuja nimwombe, ingeandikwa kwa Bibilia, watu wangesema ya kwamba huyu ni daktari lakini huyu jamaa angesemekana, Yesu alikuja akamwombea akapona, na Yesu angeitwa mponyaji peke yake, lakini alijua zaidi ya uponyaji. Mimi mwenyewe Kazi ndogo ndogo hizo ni zako. Kazi kubwa kubwa niachie mpa

Tunaenda kuomba leo na wasiwasi inaisha, unaenda kurelax. Maana zaidi ya hapo, you can do nothing, only God can do it for you. Lakini Jehova Yesu ndo alimtoa. Wanaweza kuwa wamekuingiza mahali, wakafunga na wakafunga na wakasema hapa, tumemalizana na yeye. siri sikutaka eh? <laughs> kile Yesu alikuwa anafanya ni practice because yeye alikuwa najua in 3 days I will rise up again. Kwa hivyo na Lazaro zaidi ya 3 days haiwezekani. Ndio maana natabiri katika wiki hii hii, semina ikiendelea, in 3 days watu wapi ambao watu walifungia na nyusako sitakumbuka Watu ambao wamefungwa mahali wote wafunguliwe. Lazima vitu vyenye vipoke. Lazima mali yako yaachiliwe. Lazima maisha yako yaachiliwe. Lazaro akatoka na because alikuwa amefungwa akatoka namna hiyo, waliohudhuria mazishi wakahudhuria ufufuo. Walikuona ukienda chini ya makofi, mpaka ukienda juu, ukienda juu utaam ukienda chini una macho lazima kutazama, ukirudi tu, Yesu amefanya kazi yake hapo. Pengine akawaambia mfungueni, maana mizizi mulimfunga Yesu Kristo, hey! I declare. <laughs> Hey! I declare lazima kila kitu chako kifunguliwe. Inaweza kuwa imefungwa na padlock, kikafungwa na sheria. I declare lazima ifunguliwe. Mungu asema lazima ifunguliwe. Yesu alipomwona akasema, mfungueni na akafunguliwa. Cha ajabu ndio hii. Lazaro walipompeleka, kitu ilimpeleka ni ugonjwa, lakini saa zile alifufuliwa na Yesu, hakuja kupona, alikuja with a new lease of life. Yani kile kilimuua ilibaki kama imekufa kule ndani, yeye akitoka akiwa hai. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, kama kuna watu wanaugua hapa na viungo fulani, I declare a new lease of life. Therefore, Yes. maana watu ambao walikuwa wamehudhuria mazishi yake yeye mwenyewe akaanza kuwatembelea vipi <laughs> siku tatu kumendeleaje akaa kwa siku tatu na na ea wendezale hey. na si ulikuwa mgonjwa na tukakuzika zmanaaa hey. si, si tulisikia na biashara yako imefungwa Tunasikia uliambiwa hauwezi kufanya biashara tena eh. Tunasikia uliambiwa ya kwamba wewe umeisha na wewe umeelewa tena eh. Tunasikia ulipeleka kwa jina lako kwa mtaani eh. Na tumeendaje the last three days, ili kwa ni relax, Mungu afanye kazi yake. Baba kwa jina la Yesu Kristo. Na alikuwa amekufa akakuvuliwa, ndio alikuja kuwatembelea, lakini mara ya mwisho walikuwa na yeye, walikuwa wameshika maua wakisema pabeleu lichukuwe mlangu

wamesikia sio mzuri sana na hiyo, wamesikia walisema ni bahati. Kuna hiyo walisema ya kwamba haiwezekani kwa sasa, ni kwamba tukabiri kama hawataki kusikia maneno yako, lazima watasikia, au watakuta, watakusoma kwa Facebook, Facebook wata kwa na kama wako Facebook watakuangalia kwa Instagram na kama watu wako